guzangu walimu wa madasa mbalimbali, ndugu viongozi na watendaji wakamati irafilo kolani, wanafunzi wa madasa mbalimbali wa wanaume na wanawake, asude kuliohumuria, lakini hata illi ambayo tunasema ni siku ya kisomo cha Qur'an ndani ya naomba ni ruhusu nitumie nafasi hii pamoja na yale yanayotakiwa kama nasaha. Kabla ya nasaha, nitoe shukurani zangu za dhati kabisa, nikiwa ni amiri wa kamati ya tahfidhul Quran kwa kipindi hivi. Shukurani zangu kwanza ziwaendee watendaji wa kamati, watendaji wa kamati ya tahfidhi, kwa kweli na washukuru sana kabisa kabisa, kwamba wanaendelea kumheshimisha, yaani kuifanya heshima yetu iendelee, hama vyetu hii livyozaliwa kuna ku mwaka 1997 ni kipindi kidogo, wako wengi hapa mwaka huo hawajakuwepo, na waliokuwepo walikuwa na umri mdogo, lakini kuanzia mwaka, kwa uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala, na wingi wa rehema alionao kaliunao katuwezesha kama hili kupitia misukosuko mbalimbali na changamoto za mbalimbali, lakini hadi leo bado tunaendelea na harakati hii kuweka katika mahali kalikuko walikasosa. Sasa niseme tu kwa shukuru kwangu kote, namaanisha staidi kinachotufanya tuendelee ni huu umoja, mshikamano, maelewano, mashirikiano tuliyo nayo kamolela, kwamba amesema MC kabla sijasimama, hivi ni katiyanazo iliyozaliwa nani wilaya a kaskazini na kina ndani ya mkoa, lakini kwa kuwa mkoa wa kaskazini nji wa mwanzo ulioanza kwa visiwa vya Unguja na Pemba kusherekea sherehe za Kiislamu kwa mambo ya Kiislamu, basi hata Zanzibar nzima kamati hii ni kamati ya kama kwanza, na badala yake zilioanza kuzaliwa kamati nyingine katika mijani tofauti wilaya zilizodumu kwa miaka kidogo hivi mitano kumi, lakini baada ya hapo zilishindwa kuendelea, na zipo ambazo zimewahi kufa, lakini baadaye zikaua nyingine nazo zikafa, lakini baadaye zinatazamiwa kutengeneza nyingine kwa namna yoyote ile. Kulikuwepo kwetu tangu elfu moja mia tisa na tisini na saba.